Nayofuraha kwanza kuyapokea magari haya kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama vitendea kazi maalum kwa ajili ya kupeleka huduma kwa Watanzania. Ninayofuraha pia kuwaambia kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kutuletea magari haya, lakini mwaka huu wa fedha ameshatukabidhi fedha za kuanza kujenga ofisi ya Mkuu wa Mkoa fedha ambazo ofisi mpaka kukamilika kwake itakuwa si chini ya bilioni sita kwa maana ya physical infrastructures. na kwa mantiki hiyo ofisi na hapa tumegawa gari la katibu tawala, gari la mkuu wa wilaya, na kuna magari mawili yalishatangulia mkuu wa wilaya wa Temeke na mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Bado tunadaiwa gari la mkuu wa wilaya ya Kigamboni pamoja na mkuu wa wilaya wa Ubungo maana yake ni kwamba vifaa hivi vyote vitafika na vitaanza pia kushuka chini mpaka kwenda kwa madasi mpaka kwenda kwa watendaji wengine ambao ni maafisa tarafa wetu. Tumepanga pia kuwa na magari maafisa tarafa wa tarafa zote za mkoa wa Dar es Salaam kuwa na magari ya serikali, na hivi tumekusha zungumza na kamishna jenerali wa TRA Tanzania, ambaye pia anaendelea kuratibu na kutusaidia mpango huo ili kuhakikisha kwamba magavana walioko katika ngazi ya tarafa wanapata vitendea kazi. Wakati ni tunapokea magari haya, tunapaswa kutambua kwamba tunapokea vifaa hivi in connection na dira ya taifa letu kwamba tukafanye kazi kwa Watanzania, ili kuweza kubadili hali ya maisha yao, lakini kusikiliza kero zao, kutatua kero zao, pamoja na kupata ushauri pia kutoka kwao, kwa namna wanavyotamani serikali yao iweze kuwa kwenye nyekivu mkubwa na kipekee nachukua nafasi hii kwa niaba ya katibu tawala wa mkoa Daktari Toba Nguvira kukushukuru kwa kuchukua fursa hii au kupata nafasi hii ya kushiriki nasi katika hafla ya ukabidhi magari ambayo yamenunuliwa na serikali kwa ajili ya matumizi ya ofisi yako, Mheshimiwa mkuu wa Mkoa. Tunayo magari mawili ambayo gari moja ni Land Cruiser GXR STN 48, 45 ambayo limenunuliwa kwa shilingi milioni mia tatu themanini na sita pointi saba. Gari hili mheshimiwa, litatumiwa kwa matumizi ya karitaro a mkoa. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa, pia tunao gari la pili ambayo ni Land eh, Toyota Land Cruiser Prado TXL yenye namba ya usajili STN 48 46 ambayo atatumia mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala. Namna ya pekee, nishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia ofisi yako ipate magari haya kwa mwaka huu wa fedha kwa ajili ya utendaji kazi na kuimarisha huduma kwa wananchi. Magari haya mheshimiwa mkuu wa mkoa ni magari imara, yamethibitishwa kwa viwango ambavyo vinastahili vya serikali. Tunaamini kwamba katika kabidhiwa magari haya, basi tutakwenda kuimarisha utendaji kazi katika maeneo yetu. Nithibitishe kwamba magari hayo yatakwenda kutumika kwa mujibu wa taratibu za serikali, yatatunzwa na tutawaelekeza madereva jinsi ya kutumia magari haya ili yaweze kudumu za kuweza kutumika katika kutoa huduma kwa wananchi. Ni kuhakikishia mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hili gari ambalo umeenda kunikabidhi ni kwa niaba ya wanailala wote, kwa niaba ya watumishi wote. Gari hili linaenda kuwatumikia wanailala. Gari hili litakaa huko kwa ajili ya kuhakikisha linaenda kusikiliza kero kama ulivyosema mheshimiwa mkuu wa mkoa. Gari hili litakwenda huko kwa ajili ya kuhakikisha tunasimamia miradi mbalimbali ya serikali. Gari hili litakwenda kuhakikisha tunasimamia mapato ya halmashauri yetu ya lakini gari hili litapita kila maeneo katika wilaya yetu kuhakikisha linasimamia usalama na amani katika wilaya yetu. Gari hili, mheshimiwa mkuu wa mkoa, litapita huko katika kuhakikisha kwamba tunajenga umoja na mshikamano katika wilaya yetu ya Ilala, na nikuhakikishie mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika mkoa wako wa Dar es Salaam, gari hili liko tayari kutumika kwa maelekezo mengine ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa utaendelea kuyatoa katika mkoa wako wa Dar es Salaam ili kuhakikisha kazi zinafanyika na nikuhakikishie tunakwenda kulitunza kulingana na maelekezo ya serikali gari ili, ili liweze kudumu kwa muda mrefu sana. Tumeandika historia kwa mara ya kwanza, nilipokuwa sana mheshimiwa mkuu wa mkoa ndio nilikabidhiwa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa mara ya kwanza, na nimekuja hapa kwa mara ya kwanza, miaka yote kukabidhiwa funguo ya kwenda kusimamia gari jipya mkuu wa mkoa, historia ya kwenda kukabidhiwa gari jipya. Nimekuwa nikitumia magari ya serikali ambayo tayari wenzangu walikuwa wamekabidhiwa hivyo, na mimi leo hii naenda kuandika kwenye notebuku kwamba bwana, kwa siku kama tarehe kama hii ya leo nimekabidhiwa gari na mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa Albert Chalamila.